Mlango kwenye kitabu limoyo babu alhiba mlango wa hiba wa mtu kumpa mtu kitu tulishauwanza, na katika hadithi ya -z abu Huraira ambayo inasema ana abu Hurairata radhiallahu anhu kutoka abu Huraira za Allah za yake

hada upeanini zawadi alhadia makusuda biha almawadda walmahabba, ni kili watu wanapeana, maksudio sio mbadala, maksudio kuongeza mapenzi kati yenu, kupendana na mapenzi. Kwa hiyo peanini zawadi, mtapendana. taha uu, mtapendana, peanini zawadi, mtapendana, au peanini zawadi hivi mpendana tasoma na hadithi ya pili tupate faida za hadithi kwa pamoja. waana Anas radhiallahu anhu, kutoka kwa Anas ra Allah zie juu yake ala, amesema qala rasulullah salama, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tahadau peanei zawadi fa inal hadiyata hakika zawadi zawaji tasulu alsakhima inaondoa chuki au vinyongo as-sakhima asakhima -an asili anasaima ni suhmatu anha sawad weusi, wlmuradu biahidi mifundu wa dhaghina kwa mifundu na vinyongo. kwa tahadau peneni zawadi fa innal lhadiya hakika zawadi tasulu sakhima inaondoa mifundu kati yenu vinyongo

au kumpa mtu kitu ni jambo ambalo la kuleta mapenzi baina nasi kati ya watu kupea na zawadi dhalika na nufusa majbulatu wala hubbi man ahsana ilayha. Hii ni kwa sababu nafsi imeumbwa kumpenda atakayefanyia wema, nafsi ndio ziko hivyo. Yaani nafsi hata mtu mpende vipi, akufanyia mabaya, baadaye unamchukia. Nafsi zimeumbwa kumpenda anamfanyia wema Lidha faina lhadiya mashrua limatajribu min alkheiri walulfa, kwa maana hiyo zawadi ni jambo la kisheria katika Uislam, jambo linapendeza kupeana zawadi, kwa sababu limatajribu kwa yale ambayo inaleta zawadi, inaita kitu gani? Min al-khayr, kuna kheri zinapatikana na kuungana watu kwa kitu kimoja. Faina dina lislami fa, kwani dini ya Uislamu wa dini ululfu wal mahabba, asili ya dini ya uislamu ni dini ya mapenzi na kuwa kitu kimoja. Yani inapenda watu wa kitu kimoja wapendane, kwa sababu zote zinazopelekea watu wapendane na kuwa kitu kimoja zinapendeza, ni katika dini ya Uislamu. wadhkuru ni qala taala, amesema Allah tabaraka wa taala, wadhkuru ni'mata llahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu. ikuntum a'daan faalafa bainakum wakati nyinyi ni maadui Allah akaunganisha nyoyo zenu. faasbahtum binimatihi ikhwani, mkapambaukiwa nyinyi mkawa kwa neema za Allah ni ndugu. Kwa hiyo nyinyi mlikuwa ni maadui kwa kitu kimoja na mapenzi ni neema ya Allah, kwa sababu zinapelekea mapenzi na kupendana zinatakiwa katika dini, sio mtu kufanya mambo ya kisha kabisa wa kumudhi mtu na kupelekea shuki kati yenu. kwa yamba lilmuhdi an yandhura ila hali muhda ileihi Inapendeza mmoja kutoa zawadi, aangalie anampa zawadi litaka alhidaya mawqiha, ili zawadi tuwe sehemu yake sahihi, tuka uangalie zawadi sehemu yake ili matunda yapatikane. falfaqiru lahu hadiyya yuksadu biha an-nafa waianatu lamuguna wanafakati maskini kuna zawadi zake ambao unakusudiwa yeye kunufaisha na kumsaidia katika gharama za matumizi. Lakini tajiri yeye, kuna zawadi zake ambazo wajua hii ataipenda, ataifeda, hana shida, kwa kumingina kitu kampelekea zawadi kwa kwalghaniu lauhadiya tunasibu tunasibu hali min atahassuf atahfi allatifa katibi wa nahwihi fakullu yuqaddamu ilayhi ma yunasibu wa yunasibu maqama tajiri ana zawadi ambazo zinaendana na yeye eh. Hana shida na chakula, unaweza kumpea perfume manukato. Umeelewa, kwa mnasaba yako na mtu. Ukimpelekea manukato fulani mazuri, kwa hali yake yaliivy, tamfaa zaidi. Kuna mtu bora umpelekee mahindi, unaweza umpelekee mwenye kulaki yako na kumpelekea perfume ya 40 umeelewa. Ama hadithi ya pili, fa huwa yadullu ala anna alhadiyya tudhibu alithi natoonyesha ya pili kwamba zawadi inaondoa mifundo, walaadawa na wadui bain wa lmutaaddain, kati ya unaot unyeukena wadui wawili watajribu lsurura walmawadda fi lnafsi lmuhda ilaihi, na zawadi inapelekea furaha kwa nafsi yaile aliopewa zawadi, faswara min fawaidiha

Kwa sababu ukiangalia, fa inna hadha, jambo hili la kuleta mapenzi na kuondoa uadui, huwa hadafu alislam, ndio malengo ya Uislamu. Fi nahji, katika mfumo wake. Asii, ukiangalia mfumo wa Uislamu unapenda watu wapendane na kuondoa uadui. Ila jalbi lkheiri wa mani lshar, kwa sababu Uislamu unakuja kuleta kheri na kuondoa shar. Qala taala Amesema Allah tabaraka wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun faaslihu baina akhawaykum. Inama hakika si vinginevyo, almuminuna waumini, ikhwa ni ndugu, faaslihu baina akhawaykum suluhisheni kati ya ndugu zenu, kuonesha ikitokea mzozo watu wapatane, husamu nataka mpaka suluhu watu wayiopendane, wa kitu kimoja asili, si uadui na chuki

Kujaribu kuondoa chuki au hali mbaya, wao wal adawati na uadui baina lnasi, kati ya watu. Kufanya juhudi mbalimbali za kuondoa uadui kati ya watu, la siyama baina asdiqa, hasa hasa kati ya marafiki, wal aqriba na jamaa wa karibu na ndugu. Hii ni tabia nzuri na tukufu, kuondoa chuki na uadui. Huwa saabu ala lnufusi, na jambo zito katika nafsi la yuwafaku lahu inda ashab nufusi lalia, hawawafikishi kufanya jambo hili kwa wale nyasi zao za hadhi ya juu kabisa kisheria. Yeye ni kiini cha amani, watu kupendana. Yeye ndio senta ya watu kupendana. Kuna watu wao ndio chanzo cha kufarakana. Maneno haya anajua sawa sawa, ni sawa, lakini atampelekea uelewe hivi na uelewe hivi. Uadui yeye ndio anapenda hayo, hayo. Qala ta taala, amesema Allah tabaraka wa taala, wala tastawi alhasanatu wassayia. Allah anasema haiyo sawa mema na maovu, jema na maovu haliosawa. idfaa billati hiya ahsan, jibu kinga, jibu baya kwa njia njema, kwa uzuri. Yani idfaa lipiza li, li, li, au kinga baya kwa jema Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, ukijibu jema kwa ovu kwa jema, yule ambaye kati yako wewe na yeye atakuwa wa ni adui. Kaana hu wali hamimu, atakuwa ni rafiki wa karibu. Usipende kujibu mabaya kwa mabaya. Jibu mabaya kwa wema, yule ambaye kati yako wewe na yeye kuna uadui atakuwa kama rafiki wa karibu. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, hawayawezi haya kuyafanya isipokuwa wale wenye subira. Wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim, hawayawezi haya isipokuwa ni hadhi kubwa. Yaani, mtu uovu fanya kwa wema, yule ambaye ni adui atakuwa ni kipenzi. Alafu kwa nini utengeze maadui kila siku? Wewe jiwe kugombana na mtu adui, alafu kugombana mwingine adui, maisha kwa toka maadui. Punguza hapo ulipo na maadui wengi, alafu naongeza na, na mwingine kwa rafiki yako na kisha kwa adui. Na kwa hiyo hadithi inatuonesha kupeana zawadi, sababu na ngono usiana katika fiki unahusiana mambo ya hiba, kumpa mtu kitu bila mbadala. Kwa hiyo katika haya ni zawadi

Msizarau, asizarau, la tahqiranna asizarau, jaratu jirani lijaratiha, kwa jirani yake, walau firsan sha, hata kwa kwato za mbuzi walau firsana sha hata kwa kwato za mbuzi. Asidharau enyi wanawake Waislamu, asidharau yani, la tastasghira, asio na jambo dogo kumpa jirani yake zawadi hata kwa kwato za mbuzi akapika mchuzi wa kongoro zile na nini, akampa na ya jirani yake, si ndio? Hivi asidharau chochote kumpa jirani yake, yenye wanawake Waislamu, asidharau jirani kwa jirani wake chochote, akiwa nacho amsaidie au ampe zawadi hata kwa kwato za mbuzi, miguu ya mbuzi. Hadithi atufundisha nini? Filhadithi atarghib fi fi'il al-khair, hadithi atufundisha kufanya kheri, walhadhu aleih na msisitizo wa kheri wana hadha min khuluqi lmuslimina, na hili katika tabia za waislamu wanaume. Wa muslimati na wakike, fa hum aladhina yanbaghi yattasifu wayslamu wanawake na wanaume ni watakiwa wapambe bihadhi sifati alkarima, kwa sifa hizi za ukarimu, sifa za zawadi, sifa za kusaidiana. Wa fil lhadithi fadl alhadiya, hadithi inatuonyesha ubora wa kutoa zawadi

Qalilatan, hata kama hiyo zawadi ni chache na ya kawaida ndogo. Falmadha wala maanaha, makusudio ni maana ya zawadi, kinachotolewa upendo. Wal waalmaksudu minha, na makusudio atharuha, athari ya zawadi al almaanawiya, inayokusudia kimaana. Yani maksudio ni athari ya zawadi, hata kama kuna kitu kidogo yani maanake uwezo wako ni mdogo mtu anaweza mdogo akatafuta atatoa kadi ya wasaa wake, kwa sababu lengo sio zawadi na zaidi ya kile kitu ni kuonesha upendo, si ile zawadi a manufaa yake yenyewe, lakini yanopatikana ye, ma, fa mimma tash'ur bil fa innaha wal bil mawadda. Hata zawadi kiasi gani hata haina faida kiasi gani, inaleta hisia za mapenzi na udugu. Lakini pia fihi dalil wala anna al-ma'ruf wal-amal as-salih idha qufida bihi wajhu Allah. Na tunajifunza katika hadithi hii kwamba jambo jema na tendo lote jema ikikusudiwa uso wa Allah na ikakusudiwa maana yake sahihi ya ukarimu, fa inna atharahu inda llahi azim, athari yake mbele ya Allah ni kubwa. Yani jambo lolote, tendo lote jema

yushibuha min anniya salihah, qala taala walladhina la yajiduna illa juhdahu. Ikiwa sadaka unampa maskini, itamnufaisha maskini, fakiri mwenye hali ya chini, itamnufaisha hata kama ni ndogo, na inafilisha kwenye mema, na hasa hasa ukiwa na nia njema wakati wa kumsaidia. Ndio maana Mtume anasema ittaqun nara, uogopeni moto, walau bishiqqi tamri, hata kwa ubale wa tende, usidharau jema.

akiwa ni jamaa wa karibu ndugu pia, ndio ana haki zaidi, ana haki ya ujirani -um wa na ana haki ya jamaa wa karibu, fal aula haqqu wahid wa thani haqqan falil awwal, mjirani ambaye una udugu naye, ana haki ya ujirani, jirani ndugu, ndio ndugu. Ana haki ya ujirani na udugu. Sasa maajabu sisi ndugu kwa pamoja, ndio kabisa uadui, yani wakae kijiji kimoja, watoto wa mjomba, tunashangaa hapo usizungumze, hakuna cha ujirani au udugu, ndio utakufa kabisa. Mambo yalivyogeuka ndio siku hizi ndugu kama moja ndio na udugu, wakati ni sehemu ya kujua kuna haki. Huye jirani yangu na ni ndugu, ana haki. Muislamu, jirani, ndugu, haki tatu kama iliyokuja hadithi katika Sahih Muslim, hadithi ya Abudhar. Mtume anasema: ya Abadar, ya Abudhar, idha tobakhta, utakapochemsha, alaikum ssalam, utakapopika mchuzi, fa akhirima ahakifirisha maji wa watahiri jiranaka, umpe jirani yako.